Hello and what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. He is a girl and uh, I hope guys mko poa. I hope mnaendelea poa. I hope mmeamka poa, wanya wako afternoon. I hope mko uh, afternoon poa, mko na Mungu tu na <laughs> tukiendelea hivyo I know uh, good. Uh, easy to watch tuacha, sindio? So guys I'm here again and I want to say thank you very much for your subscribers yesterday. My video for yesterday uh, mliongezeka na nili have uh, kupata na hiyo video o uh, almost 20, 200 uh, subscribers with one video. So guys tuendelee uh, kushare uh, video zangu to other friends

Niliona wengi wenu wanasema Anita, tukikuwa tunakumis, Anita tunakumis sana, usitoke hapa YouTube. and I'm again, I'm again here on YouTube, sipotei sasa ni kukaa na kuishi sasa. So guys, uh, uh, niko hapa nikisema Mungu ni mwema kila wakati na kila wakati Mungu ni mwema. So guys, uh, it's a happy day. Uh, tumeamka vizuri na mtu mwenye ameamka aambie Mungu asante, because kuna wengi wenye hawaja hawajaamka. Kuna wengi wenye wako kwa vitanda za hosi, wameamka okitandazao ameamka wakiwa wagonjwa, wamelaza hosi, wengine wamekufa. So if umeamka uh, na uko na uzima wa mwili, uko sawa mwili yako, hakuna mahali unasikia ikiwa uh, inaumauma kidogo, shukuru Mungu na uambie Mungu asante, asante na kuridhie watoto wako pahali wako, sindio? So that <laughs> so guys, let's go ndene. So guys, uh, yesterday uh, uh, tuliongea about uh, senior dev uh, venye studio yake ule, uh, mama alikuja akasema, nimetumwa achukue uh, pesa but nikawambia I'm not very sure, huyo mama kama ni mfanyikazi wa wa huyo mwenye lipeana loan huyo Sailok. So uh, guys uh, nikiangalia naona the next move yenye ali move walianza kuchat chat, and thank you very much Elvis kwa ku sanitize hiyo simu I'm so happy for you. if Sinedev is not there, be working like Sinedev, jiege kwa viatu zake If wewe ukiwa we, ni wewe na kuna studio kama hiyo watu wamekuzingira na mambo mabaya yenye wanakufanya you be working like so. I'm so happy um, venye uichanuka, nukawambia do zinatumwa wakarudi kwa studio, nukahafu kufungia huyo mam alivyo, uh, uweze kusanta simu yake. And we found, uh, that huyo mama alikuwa na sijui uh, ni dawa gani hiyo sijui ni cocaine ama Nizi nini. So, um, akakuja alikuwa, I don't know em yake ilikuwa Elvis or my husband kumput hiyo dawa yenye alikuwa nayo, sijui ilikuwa atupe macho ama atupe fahamu, waweze kukosa kujielewa kwenye yako guys. But everything inafanyikanga hebu, um, tuseme Mungu anakuwanga akiona Unaona, but Mungu naye anajua ku protect watu wake cause hiyo siku si na deva hakuwa kwa studio unaona, hakuwa kwa studio and then uh, Elvis ndiye alikuwa kwa studio, naye Elvis alichanuka mbele ya pia yeye arushiwe you see uh, I think Elvis alipata message za uh, za wakichat akiambiwa, maybe sijui kama alikuwa ameambiwa ukipewa okay, do umrushie hii, ndivyo tuende hadi na logbook, ashinde kuuza gari yake tukae nayo bado logbook, ama alikuwa ameambiwa mrushie akufe. I don't know, but God thank you very much God cause uli protect everything, hakuna kitu ilienda mbaya, but mimi najua kenye tu najua na nasemanga uh, yote ikifanyika, Mungu anajuanga. Mimi sasa kosa kusema hivyo cause yeye anaonanga kila mahali, yeye anaonanga time yote hadi e, hadi mahali niko sahii nikiongea na nyinyi guys, ananiona ananisikia, but sisi hatuwezi ona everything unaona. So uh, I'm so happy God aliprotect hiyo. Uh, hakuna mtu alifanyikiwa, yani hakuna kitu ilifanyika mbaya, and I'm so happy for that. Tuendelee ku, kuomba Mungu zaidi cause huyo mama huyo mama hata anakaa familia uh, Sidney niliongea naye jana usiku, na akaniambia anachimbua chimbua. Jua huyo mama, jua hata yeye alikuwa anasema huyo mama anakaa familia. So um, akaniambia huyo mama is not a mother uh, mwenye na wake huko, unaona so uh, ni ni guide tu So yeye yeah, yeah, alisema atajaribu kujua venye atafikia hii story kwenye ilitoka uh, and venye aliweza kujua studio yake. Hiyo kwanza sababu story yenye najiuliza if ana work na huyo jamaa. Mbona huyo jamaa sikuje kujitishia do? Mbona huyo jamaa situme message kwa Davi amutisha do zake? So that na yeye Davi arudishwe roho kuku yake. You see? Mbona anatumana? Cause anajua kinyanafanya it's not good, eh? anaplan vitu mbaya, unaona. So uh, guys kinye tunasema hapa ni venye penye, i know mnajiuliza maswali mingi, alijua aje studio, alikuja na nani, aliabiriwa na nani? So here uh, kuna kitu inaendelea hapa yenye tunafaa cuchibwe tujue, ni nani huyu anaonyesha kwa studio, nani huyu akati kwa aduya Dave, mwenye anataka Dave aguke aweze kushindwa kazi yake. Unaona, so unapata sometimes, uh, mara Dave sijui Elvis amefanya nini, sijui kunaenda aje? Unaona wanakosana, unapata hadi mafansi, niona jana wakisema wana lazima tuchibue, lazima ofisa wa DCI Frederick afanye kazi yake ile ya sikumfuta, but um, even you guys najua kuna siku mlikuwa mnasema uh, Temenyeli Elvis uh, alikuwa uh, wameugana na this person called who, hey ugaidi mkubwa mwenye alifuta kazi anaitwaje? Chorea, yeah you know very well chore na Chape na Elvis walikuwa guide wakubwa sana but guys uh, you guys yesterday niko naona mnasema to unsubscribe because of this and this and this but guys, uh, you know very well when he was knowing Elvis Elvis alikuwa alikuwa Uh, wa, alikuwa amesangaliziwa na Sina Dave, uh, na mama yake sijui whatever whatever whatever whatever whatever, akakuja akapata job kwa studio akakuwa a good a good man akakuja then akakuja akaigilia hiyo kitu sijui sijui nini iliwashikaga. I know very well guys, hii ni madawa aliloshiwa because of the respect wenye wanakuwa hawa mpesi ni dev hingefika hapo, cause I know very well walitumia madawa, guys. So uh, guys, uh, na maanisha tuwachake kukibilia kusema unsubscribe all the v, wacha mambo mingi, wacha mdo juu niliona hizo comments jana nikajuta. You guys we love you and you are supposed to love us, eh. Hata tukienda kotini guys unaambia ngwa. First of all tunasikiza huyu, first of all tunasikiza huyu, tunasikiza huyu, and then judge anakuja with conclusions, you know So um, guys, so guys siwaiskiati wanafuta kazi mwuswe, man, subscribe, guys. No, no, no, no. So lazima tusikize Frederick, and I know everything will be okay uh, naona Mungu anaendelea kuturida kutuonyesha njia yake and I know uh, everything will be okay. So, guys uh, I was telling you uh, this, this lady uh, was not uh, a good

Yaani walikuwa wanataka kuchukua. I think walikuwa wanataka kujilipa times two. Guys, we know very well. Mama wako na roho kubwa. Then wakuje maybe walikuwa wameplan uh, mwenye kwa studio, um, atumie madawa aweze kulala, waweze kuchukua everything yenye kwa studio waende nayo. But God nine nani guys. Hakuna kitu ilienda, hakuna kitu ilifanyika. Yes. And I'm so happy and uh, I hope everything will be okay from now. Sio?

kuongea kidogo about hiyo stori ya huyo mama uh, and, uh, hizo madawa zenye alikuwa nazo but tupatane next uh, video guys. Uh, niko na mambo mengi nafaa kufanya guys, but because of these things venye zinaenda, lazima tusaidia na mimi na senedev ku update what's going on yeah. So um, guys, uh, I love you so much And I, I'll go on loving you and I know you love us as a deaf family si ndio you know? So guess, uh, you guys stay tuned guys Mungu awabariki aonekania maisha yenu and I'm so happy for you guys for your support for your love for your prayers I know God will bless you wherever you are guys I'm so happy be blessed guys I'm so happy for you I love you so much if you're new here no jeza ku subscribe Please. Hit that notification bell eh, u subscribe usisahau ku subscribe u like u share u comment eh, eh, ndivyo tuweze kuendelea pamoja. If i have up, uh, I update everything here, pia nyinyi mkuangia mkionyeshwa notification. So uki click hapo kwa kengele, you will be seen every time when i upload, you will be seen uh, my videos my updates you will be seen every day, every time nikiweka video you will be seen. So my gege team hmm? My gege na wapenda sana na mtendea kuwapenda kila mtu mwenye kona spana. I love you guys. I know anyinyi mnajuanga wenye wanakuanga wabaya kwa hii channel. Muna watu wani wengi wengi wametolewa, but if wawo oh, ushatolewa kwa hii channel na uko na Uh, maybe uliona makosa yako, ni wao wametoa, but ukitaka okay, kurudishwa please, live video ikiwa live, please fanyaje aje, fanya aje, comment niambia, Anita mimi niko blocked, siwezi comment. Unaona, tell me. uh, tutafanya hiyo mambo Sino. So stay guys, I love you so much. Mungu wabariki aki mimi kijana nasema tu, ni Mungu awabariki, naonekani, maisha yenu life yenu familia yenu ikuibarikiwe. And I'm so happy for you I'm so so, so happy for you, so God bless you. Bless you again and again, I love you so much mwah, mwah, mwah. <sisters hundred -like>